fika mahali tutaanza kuangamia kwa, kwa jinsi ambavyo tunaharibu mazingira. Sasa, kilimo bora ni pamoja na kuhifadhi nini mazingira. Kwa hiyo hakikisha shamba lako lina miti mitatu minne mitano eh, kwenye, kwenye, kwenye eneo ambalo ni la wazi ili kuweza kuzalisha kwanza oxygen au kupunguza ile eh, hewa eh ukaa, lakini pia kuvutia mvua. Hali tulionayo hii siyo ya kawaida, lakini kwa sababu tumeharibu sana mazingira sisi binadamu. Sasa nishauri kwamba tunapoenda sasa hivi hapo tunakadiria tuna kwenda kutumia hekari elfu moja mia sita. Hizi ni chache sana kwa wakulima kwa, kwa, kwa wetu wa wilaya ya Mbogwe. Tunaamini kwamba mwakani tunaweza tukaenda kwenye elfu tatu mia mbili mwaka mwingine tukaenda kwenye 1000 lakini ambatanisha kilimo chetu na utunzaji wa mazingira hatutafanikiwa tutapanda mbegu bora itashindwa kuzaa kwa sababu tumeharibu mazingira, hivyo mvua hazifanyi nini, haz, hazinyeshi na hazitoshi. Tumatokeo yake tutakuwa tunacheza kwenye kitu kinaitwa kwa Kiingereza, vicious circle, yaani duara fulani ambalo huwezi kutoka. Unalima, unayafukia fedha zako, alafu wakati wa mavuno hamna mavuno au zinarudi tu zile ulizofukia. Sasa hii inakuwa sio, haina tija. Kwa hiyo naomba ndugu zangu pia tukatunze mazingira. Baada ya kusema hayo, mimi nasema kwamba zoezi hili la kugawa mbegu kutoka kopra limeanza rasmi kwenye wilaya yetu ya, ya Mbogwe na leo tuko hapa na tarafa zetu, amini, kata zetu tatu au nne, lakini tunaendelea kwenda kwenye kata zote 17 na vijiji vyote 87. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yes. Samia oye, yes. Samia kwa maendeleo, asante yes. Sana, nashukuru kunisikiliza.